na walezi wa wanafunzi ambao mmefika hapa katika siku ya leo mwake nimpole. Kwa kweli mimi leo nina furaha kubwa sana kuwaona kwa mara nyingine, ndugu zangu wa Nyumbigwa. Maendeleo oye! Maendeleo safi! Mmemwona mkazi wa Nyumbigwa, mmemwona mjumbe wa, wa, wa kamati ya siasa kwa hiyo ndugu zangu, na watu wengi ambao wanawasemea ambao wanatamani kuona nyumbigwa yenu inakwenda mbele, na ndiyo maana hata leo niko hapa, kutokana na sauti ambazo zinawakilisha kilio na changamoto zenu. Mkuu wa shule, nikushukuru sana kwa upendo. Niseme uliokuwa unaniambia au nisiseme, unaniruhusu? mkuu wa shule hapa aliniambia mama, naomba uwasaidie watoto hawa, kwa sababu anasema wengine hata mkeka wa kuweka kwenye kwenye chaga zile za kitanda hawana. Nikaambia kwa nini anasema, sasa nyumbani kule wanasema kwamba wanalala wanautumia, yani mtu anakuwa na mtoto zaidi ya mmoja, na unajua kiafrika tunalala pamoja. Kwa anasema sasa, akiuchukua akauleta shuleni, wale wa nyumbani watalalia nini? Unajua kwangu hayo wanaona wazazi wanaitikia. Kweli mlimwambia hivyo? <laughs> Wala, nasema wazazi wameniambia hivyo kwamba tukitoa tumpe mtoto alete ule mlago kuletu, kulalia huku shuleni hawa wengine no, wanaolala nao nyumbani watalalia nini? hey, nikasema maneno mazito hayo. Nikasema kwa sababu nawapenda wakina mama na najua wanaumia kuona watoto wao wanalala sehemu ambayo haijakaa vizuri, lakini pia kwa sababu nathamini kazi kubwa ambayo Rais Dr Samia Suluhu Hassani ameniunga mkono katika jimbo langu la Kasulu Mjini, basi na mimi nawiwa miale mambo mengine madogo madogo ya kuhakikisha kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameniunga mkono inaleta ufanisi. Kwa hiyo nikawiwa kutafuta magodoro kwa ajili ya watoto wa 45 ambao nimeambiwa walikuwa ni hawana kabisa hata cha mlago, wanalala moja kwa moja kwenye mbao, jamani. kwa hiyo nimeona niwaletee ili walale katika utulivu. Nashukuru sana kwamba Nyumbigwa niliyoikuta sio Nyumbigwa ya sasa, hasa katika sekta ya elimu. Nyumbigwa kwa kweli mmetisha. Nadhani katika kata zote hiki ndio kama kituo cha utalii kwenye elimu, hasa mtaa huu hapa, huu mtaa ambao una sekondari. Ukienda hapo mbele kidogo, tena yale mabati tunayaona, tunayaona kabisa, ile ni uh, chuo cha ufundi kwa ajili ya watu wenye ulemavu ukiyapita hayo mabati ndio unakutana na kwa jirani yenu mkazi mwenzenu David Lembo, ambako ndio kuna chuo cha ufundi cha VETA. Ukienda kushoto kwake unakutana na Nyumbigwa mpia ya sekondari mpya ambayo tuliijenga kwa thamani ya bilioni moja katika shule pekee za sekondari. Ukiacha Kigoma gradi, Nyumbigwa ya sekondari ndio inafata kwa kujenga kwa gharama kubwa, na hii ilikuwa ni awamu ya kwanza, lakini sasa hivi zimeletwa kama milioni mia mbili kwa ajili ya kukamilisha sehemu ambazo zimebaki. Kwa hiyo kwa kweli ndugu zangu, mambo mengi yamefanyika na hasa kwenye sekta ya elimu. Leo niko kwenye elimu, ninashukuru sana Mheshimiwa Rais kusikia kilio changu. Katika kipindi ambacho nimekuwa katika uongozi, nimefanikiwa shule za sekondari mpya takriban tisa. Kuna Msambara sekondari, kuna Kimogwa, kuna Mwilamvya, kuna Nyumbigwa mpya kuna Kumnyika, kuna Mkombozi. Tuna upiga mwingi jamani, eh? Mambo yanakwenda hapo vipi, ndugu zangu? Kwa hiyo tumeendelea, lakini tuna Mwanga sekondari tuna Muhunga sehemu ya Marumba. Marumba alikuwa wana sekondari tumewajengea. Kwa hiyo kwa kweli kwenye elimu mambo mengi yamefanyika, na ndio maana mkuu wa shule aliponiambia kwamba wanafunzi hawana magodoro, nikasema jamani, iliyofanyika ni kazi kubwa. Masuala ya magodoro mbunge hayawezi kumshinda, nitawaletea watoto wetu waweze kulala vizuri. Lakini pia, vijana oye, vijana mpo, vijana wanapenda sana michezo awa ah, nao vijana wasumbufu wana ah, nisumbua kila siku, mama, mama, mipira tunataka jezi, tunataka nini. Leo nikasema nikija Nyumbigwa nimalize kabisa, nikasema nimalize. Katibu wa vijana upo, katibu wa hivi CCM, hawa vijana sio? wamekupa nini nikiopa leo? Sasa acha kunisubwasubua, msumbufu huyu naye. Kwa hiyo kwa kweli leo nimesema nimalizane, maana yaani Nyumbigwa kama nilivyosema, sijui mnachaguaje viongozi, kila mtu kwenye nafasi yake anajua kusimamia maslahi ya watu wake. Kwa hiyo mimi hapa naona wanakuita wamefurahi, ujumbe wake ulifika na umefanyiwa kazi. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi naomba nisiwe na maneno mengi, hali ya hewa inaonekana inataka kubadilika, basi niweze kufanya kazi ambayo imenileta, niweze kuwakabidhi wanafunzi magodoro, lakini pia baadaye niwakabidhi vijana wangu jezi pamoja na mipira ambazo wamekuwa wananisumbua kweli kweli. Vijana oye! Michezo oye! naomba mkaitumie katika kuimarisha vipaji ili Kasulu yetu iendelee kuwa na watu wenye vipaji ambao wanaweza hata wakatuwakilisha sehemu ambazo ni nje ya Kasulu. Basi baada ya kusema maneno haya na baada ya kuwashukuru sana viongozi ambao kwa hakika mmejitokeza kunisindikiza katika jambo hili muhimu, basi sasa niko tayari kufanya kazi ya kukabidhi vifaa ambavyo nimekuja kuvileta katika eneo la Nyejimla. Asanteni sana kwa kunisikiliza.